Fani. Katika kipengele cha fani tuanze na muundo. Muundo, mwandishi ametumia muundo wa urejeshi. Kwanza anatuonyesha maisha ya dhiki wanayoishi Chioko na Gonza walipokuwa Dar es Salaam, kisha baadaye anatukumbusha historia ya watu hawa walikozaliwa na shule walizosoma. Anafanya hivyo pia pale anapomwelezea Nyundo. Pia riwaya hii ina sura zipatazo tisa. Mtindo. Msanii ametumia dialogia, monolojia nyimbo. Mfano, katika ukurasa wa 23 mwandishi katumia wimbo wa kilindwacho barua. Chuchu kutoka Zambia anamwandikia barua Gonza inayomtaka aende Zambia, kwani huko kuna maisha mazuri. Mandhari mwandishi ametumia jiji la dar es salaam na viunga vyake kama manzes kariakoo posta tandika buguruni vilevile ametumia mandhari ya nyumbani ofisini barabarani kijijini baa na vichochoroni wahusika wahusika waliojitokeza kwenye riwaya hii ni kama ifuatavyo Moja, chioko amemaliza darasa la saba na anatafuta kazi ya ofisini. Ni rafiki yake na Gonza, ni mpenzi wake Nelly. Anawakilisha tabaka la vijana wasio na ajira. Mbili, Gonza anaishi Manzese, anaendesha maisha yake kwa kuuza karanga, anaamua kuwa mwizi kutokana na ugumu wa maisha. Tatu, Nelly ni mpenzi wake Chioko. Anakamatwa na kupelekwa katika kijiji cha mapinduzi lakini anatoroka. Anawakilisha kundi la wasichana wasiokuwa na ajira. Wahusika wengine ni Nyundo, mlinzi, msukuma mkokotoni, Chuchu, walevi, meneja wa kiwanda cha mabomba.